Tafadhali mzee, hapa ni hospitali, tuheshimu. sio mahala pake kabisa ena. ni mkumbuke wa nini jamani, mi kwanza ninafurahia kwamba yeye kashaondoka kwenye maisha yangu na mpaka sasa hivi hata nisumbua tena siku hizi. Uo umepanda dao, sindio? Unatembea mpaka na vigogo sasa. Unazungumza nini we mpumbavu? Wewe ukiendelea okay, kuniuliza sana ntashindwa hata kuongea. Macho yako yanaonyesha wasiwasi mkubwa sana ulioko moyoni mwako. Naichukia sana familia ya Richard. Ingia. Unataka nini? Samani madamu, kwa usumbufu. Zumbanza, unataka nini? Kuna mgeni wako yuko hapo nje, amesema anaitwa Jemima, madam Wewe letewai. Karibu Jemema. Asante madamu. Mbona kama hauko sawa? Kuna tatizo? Sijawai kuwa rafiki yako, Jemema. Una haja ya kunijua zaidi? Samani madam. Wao umefata nini hapa? Belinda, ina maana hiki kinachoendelea katika mtandao hakikushtui hata kidogo? kwa kwani kinishtui hivi hivi. Unajua, kama skendo kwangu mimi ni biashara kama zilivyokuwa biashara zingine, nini kwa na, ndio maana ni niko hapa na sherekea, si unanielewa? Unanielewa, Simon? Belle, kuna mchongo, Yes, hello. mwingine. Belle, ni JJ Media. Tunahitaji interview na wewe kuhusu trend yako na Simon Moses. naimomss Wow. Ofa yenu shilingi ngapi? Milioni moja. Nitakupigia baadaye. So you did this? Huh? Nadhani baada ya hii sitakuona tena kwenye maisha yangu, Simon. Sio umenielewa? Belinda. Em, Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unafanya hivi? Simon, I hope to never see you again in my life. Be, be, be, be. Mm. -mm. Unataka niwambia kupiga picha? Wakupiga picha? Mi naomba nieleweshe vizuri, nataka nikuelewe vizuri sana bro. Yaani wewe unamaanisha nini kusema kwamba familia ya Mr Richard ndio familia iliyohusika na kifo cha familia yako? kila mtu ana historia mbaya sana nyuma yake, japo hadithi za historia hizo huwa zinatofautiana kutokana na uzito wa matukio ya husika. Lia, najua una hasira sana na familia Richard, na uona moto wa hasira moto wa kulipiza kisasi ulokopo ndani yako Naomba nifanye rafiki na kwa pamoja tulipize kisasi, Lio. Niambie kweli, walikufanya nini? Wamekutuma, si ndio? Nani kanituma leo Sana na maisha yangu leo, baba yako yuko hospitali. Kaka yako Simon amepata skendo mbaya sana mtandaoni. Baba yako akapatwa na pressure baada ya kuona taarifa hizo. We bwege, mpaka sasa hivi hujaondoka, unasubiri nini eh? watu wote wameondoka, kinachokusubirisha we nini? kuna chako kimepotea hapa? Hapana Mina, tafadhali, ningeomba uweke vita yetu pembeni kwanza, tuangalie hali ya Beli, anahitaji kwenda hospitali. <laughs> ina maana we Beli unamjua sana eh? labda nikwambie tu kitu Simon Beli ana daktari wake na yuko njiani, hivyo navyokwambia anakuja. Naomba unyanyue hizo fito zako na utoke. Samahani sana Mina, lakini mimi sina kokote ninapokwenda. Nitakaa hapa mpaka nijue hatima ya Beli ni nini, kwa sababu afya yake haiko sawa oh. Isitoshe kama huyo daktari anakuja, basi nitasubiri akifika. Mimi nitakwenda, kwa sasa nipo. Samahani. Okay, ndio, sawa sawa. Nakuuliza kwa mara ya mwisho unatoka ama hautoki? kwa nini unanichukia? Nenda utoke sasa, kinachofuata ni kuchukua maji ya moto ni kusonge ugali eh? hey. Unajua kila kitu kipo tayari madam. Nashindwa kuelewa kwa nini hutaki tupose taarifa za mheshimiwa saizi. Wewe huoni haya mambo yanayoendelea mitandaoni kwa sasa? Ah, unamaanisha hii skendo ya Simon Moses na Bele. Nataka taarifa za Richard zikianza kusambaa, basi watu wote wa atenshen na hizo taarifa kwa sasa. Atenshen yote iko kwenye hiyo skendo. Wewe ni mtu wa midia najua watakuwa wamenielewa ni namaanisha nini ya. Yeah, uko sahihi kwa sababu watu wengi sana wanapenda kufuatilia skendo kiki sana kuliko taarifa muhimu kama za viongozi wao na vitu vinavyoendelea nchini mwao so I understand. na baada ya hii skendo kupoa, mm -hmm. na skendo nyingine ntakupa kabla hujaanza kumpamba Richard. <laughs> skendo nyingine ipi hiyo madam? Istakiwelu, kuna kitu kingine hujatoa muundani. Hiyo ina kila kitu kinachomhusu yule mtu. Na baada ya hii sikaenda kupoa, nataka mitandao yote hizi zimi kwa kashfa utakayokuta muundani. Um. Madam, unajua mimi siwezi kuposti scandal kwenye of blog yangu, mimi ni public figure. Madam, ndio maana nakulipa Jemima, kwasababu najua wewe una blogi nyingi za udako ambazo nyingine haziko kwa majina yako. itano hiyo. Nasubiri matokeo. Wewe mama, kuna nini? Mm, nilimwagiza Seli aje kukuamsha, nimeona amechelewa, ndo maana nikaja. Mtoto wa kike unalala saizi mchana sebleni, uoni haya eh? usi mda wa kuanda chakula cha jioni tena, ulivyokuwa una haya, umemaliza kupika tumekula, ujaosha hata vyombo ume, umejilaza tu hapo. Haya, kama usingizi umekubana, si ungeingia chumbani ukalala? Unalala sebleni, ugundua nini? una haya, mwangalia uso ulivyokushuka, utasema maembe machanga

inaambia mko peke yenu. Huoni kama unahatarisha kazi yako? Wewe, wasiwasi wako ni nini? umekuja kufanya kazi, ingia ufanya kazi, uendelee kufanya shughuli zako. Kuhusu watu wachana nao Dadi, kama ulikuwa ujui kuhusu Bishop ay, niambie, ulikuwa unasumbuliwa na nini kwenye akili yako? Niko sawa, lakini muda huu sio wa wa lunch tena. Naomba tukapate tu vinywaji na tu, tuzungumze kidogo kuhusu Bishop Naima. mm -hmm. Yupo atamwangalia. Uh, Dr. Naima toka ameenda lunch hajarudi na simu zangu wapokei. Vipi, amepata tatizo au Okay, you are the boss. Assign daktari mwingine mzuri amwangalie Bishop sisi tuondoke. Okay. Asante sana Nauma, asante pia kwa Jack. Nifanya nijisikie ni mwanamke tena, kweli kweli. You are the best, nakupenda sana naimu <sighs> Vipi kuhusu Jesika? Unajua well, kama Jesika tulioacha na kitambo na na mtu wake unamjua alafu nimekuwa naye msaliti Jes, unajua kabisa hatakuana naye, ni matoko ya wazazi wetu, lakini kila mtu moyo wake uko kwa mtu mwingine. Ni moyo wangu uko kwako, naye moyo wake uko kwa mtu mwingine kabisa, naye mtu wake sasa. Itakuwaje? mi siwezi kuishi namna hii Kojack. Naiwa kama unanipenda kweli, unapaswa kunivumilia kwa sababu muhimu kwa sasa kumuoa Jesse kwa sababu maisha yetu ya baadaye. Koje, hapana, mimi siwezi hayo maisha. Plani yangu na baba ni kumuoa Jesse. Ile Richard akiachia ubunge, mimi nichukue nafasi. Utakuwa kwa mke wa mtu ambaye anaheshimika, utakuwa mwanamke wa hadhi ya juu. Naomba fanya kila navyowezekana, ni support kadri unavyoweza, lakini pia mshawishi akubali kuolewa na mimi, ni kwa ajili yetu sisi baadaye na maisha yetu, please. Hmm? alikunywa pombe? Ndiyo, alikunywa pombe. Ah, hakutakiwa kunywa pombe kutokana na ujauzito uzito alio nao, na ndio maana akaanguka. Kwa nini asitumie pombe na wakati mtu hataki kulea mimba? Natokea jana tulikuambia sisi tunataka kutoa mimba, na hiyo ndo nia yetu. Afya yake ndo itakaoathirika zaidi. Mzee, hapa umekuja kwa kazi moja tu, na sio nasaa, na hizo nasaa zako peleka huko hospitali. Fanya kazi bwana. Siwezi kufanya chochote mpaka awe sawa na hii pombe mwishi, na pia sijiji anakifana chochote. Mwache apumzike, mimi ntarudi baadaye. Mzee unanichekesha eh? hapa kuna kila kitu, kuna supu, kuna kahawa, kuna huduma zote za kufanya huyu amke. Nini kinashindikana? Tulia ufanye kazi yako. Naona unaniletea masiala hapa Jumbe. Baba. Uko sawa? Niko sawa. Asante sana kwa kujali mwanangu. Mungu akubariki sana. Sababu. Kwa nini kila siku yanakuwa kwangu? Mudi anamtaka Rose. Sele naye anamtaka ni bora awe na seli kuliko mudi wangu, lakini pia kwa seli haiwezekani. Hawa ni kama ndugu wa baba mmoja. Napaswa kumweka Ros mbali, lakini nawezaje? Richard Richard anataka kuwa karibu na Rosi. Naweza kumfanya Ros kwenda kwa Richard wakati huo nimtumie Richard kupata pesa ya kumalizia nyumba yangu. Hivi wewe uwezi kuvua manguo yako huko nje mpaka uingie naye hapa ndani? Unanipa kero. awena baada ya miaka yote hiyo, leo hii ndio nguo zangu zione ni kero

Baba, bado unaniamini? Kama umemsaliti Mungu, nawezaje kukuamini? Baba, sio kweli, sina mahusiano na yule binti. Binti? Simon. Uh, baba Bele ni, ni... Aha, ba. Kuna nini kinaendelea kati yenu? Baba, Bele ni binti kama mabinti wengine, na ni mtu pia kama watu wengine, ni ni sawa tu na waumini ambao tunasali nao pamoja kanisani. Unataka kusema nini baba? Ninachojaribu kusema ni kwamba Bel ni kondoo aliyepotea. Najaribu sana kumfanya rafiki na kumweka karibu ili niweze kumsaidia kumrudisha kundini. Brasa, haina haja yeye kwanza kuongea hapa, labda aepumzika. Braha anaenda nyumbani. Bro, inatosha, nenda nyumbani. I'm so sorry.